ushiriki kamilifu kwenye mafunzo haya na nina imani kupitia uelewa mtakaopata utawezesha kuboresha huduma za msaada wa kisheria na kuwa chanzo cha upatikanaji haki kwa wananchi wasiojiweza na waliopembezoni ambao wanashindwa kufikia huduma kwa haraka na kupelekea kupoteza haki zao. Ndugu washiriki, katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria, naomba kusisitiza uadilifu katika kushughulikia migogoro ya wananchi, pia kuhakikisha pindi unapopokea mgogoro unaushughulikia mpaka hatua ya mwisho, na kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu namna mgogoro unavyoshughulikiwa au ulivyoushughulikia. Hatua hii itajenga imani kwa wananchi kwenu ninyi na huduma za msaada wa sheria. Mnapoendelea na mafunzo haya nawaomba mniachukulie kwa uzito mkubwa, mkishiriki kikamilifu katika mijadala na kutoa maoni yatakayoboresha mfumo wa msaada wa kisheria nchini. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kuna mambo ambayo lazima niyasema. Siku za hivi karibuni kumeibuka unyanyaswaji wa mawakili wa kiwango kisichovumilika. Wakili ni afisa wa mahakama mahali pake pa kufanya kazi ni mahakamani. Ni ajabu mtu hajui wakili huyu ametumia zaidi ya miaka kumi ili kukualifai kuwa pale mahali alipo. Mawakili wamekuwa wakipigwa, wakibugudhiwa, wakipuuzwa kwa namna isiyovumilika, na mambo haya yamekuwa akifanywa na jeshi la polisi. Mheshimiwa mgeni rasmi <laughs> nimejaribu kwa muda mrefu kukaa kimya. Leo lazima niseme. Ni wito wetu vile vile kwa Wizara ya Katiba na Sheria, mimi ni custodian. Hii wizara kwa umuhimu wake kikatiba, na katiba ndio msingi wa kila kitu. Hakuna wizara inayosimama nje <laughs> mambo haya msiyakalie kimya ni wakati sahizi serikali isimame, ili wananchi watofautishe wakora walioko serikalini na maadili katika utumishi wa umma tuguni <laughs> kule ambapo mtu alikuwa akifanya kitendo kisichokuwa sahihi, serikali inamshughulikia, ipo na rekodi zipo. Kwa hiyo lazima watu waweze kutofautisha kwamba wakora ni wapi na utumishi wa umma ni upi. Kwa hiyo, mheshimiwa, sisi tunaahidi tutaendelea na huduma za msaada wa kisheria na kushirikiana na serikali.